Tumejipanga miongoni mwa barabara ambazo tutazifanyia kazi ni barabara inayotoka kwa Congress Pinda Kibaoni Majimoto Muze, ili ya matunda. Hii barabara aa, niwaambie kwamba hii ni barabara nitakayoisimamia kwa nguvu zote. Nilipokuja kampeni mwaka ishirini ishirini nilipangwa kwenda Muze. Uh, Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliyekuwepo kwa wakati ule, akanisihi mama, akanisihi sana, mama usiende kwa barabara. Nikamwambia kwa nini? Akasema hapako vizuri hata kidogo, sitaki mgomgia koliza ende huko nimfike na kumfika halafu nije kwa maana niruke kwa kwa helikopta kwenda mze, lakini ujumbe la wako wote hawa wengine wote walikwenda kwa barabara kurudi, kila mtu jasho linampatika hivyo na niambie vik ni wanasema hatari tuku na kwa bahati mbaya, wakati wanapandisha mlima yari moja ikarudi, ikawa inarudi sasa kwenda kuomga zingine wakawahi kuipandia nao. Kwa hiyo yale yaliyotokea wakati ule sitaki yatokee tena. Kwa barabara hii kaisimamia kwa nguvu kubwa, tuhakikishe watu wanashuka kone ngugo wakiwa na